Na moja kati ya vitu ambavyo tumekutana navyo huko mtandaoni bwana ni, ni kuhusiana na hii habari ambayo imepostiwa na moja kati ya peji maarufu tu huko mtandaoni wameandika kuhusiana na kitu ambacho anachokifanya Harmonize. Harmonize bwana tunafahamu kabisa kwamba kumekuwepo na hizi rumors kwamba yuko katika mahusiano na huyu eh, binti ambaye anafahamika kwa jina la Abigail Chams. So Harmonize na Abigail Chams bwana inasemekana kwamba wako ya publicity stunt, yani kutengeneza Kiki kwa ajili ya kazi za mziki wao ziweze kwenda na vitu vingine kama hivyo. Unaona bwana, lakini wenyewe kwa mujibu wa Harmonize mwenyewe ameshaweka clear kwamba of course yuko katika relationship na na huyu binti Abigail Chams na mambo mengine kama hayo. So ukipita katika page huko kuna hii video ambayo leo ameonekana wako club, wakiwa wana enjoy, wana have fun, wanacheza nyimbo ambayo wameifanya wow, wao pamoja, inaitwa Me Too, moja kati ya track kali kabisa kwa mwaka huu hapa 2025 eh, wakiwa wanatoma sana sasa hivi ni kama vile wamezoeana bwana, bibie Abigail Chams haoni ugumu kabisa kumshika kifua konde konde, naye pia kumshika kiuno au kumsogelea Abigail, wala ijawa sio jambo zito sana, wakiwa kama wapenzi kama the way ambavyo wenyewe wameportray hiyo image kwa jamii. Sasa kuna page hapa ameandika kwamba bwana eh, mwanzoni mwanzoni mahusiano ya Harmonize na Abigail Chamz wengi hawakuyaelewa, na hii ikapelekea wengi kufikiri kuwa huenda yakawa ni mahusiano ya mapenzi, lakini ukweli yalikuwa ni mahusiano ya kazi. Baada ya hapo, tuliona furaha yake Harmonize, moja kati ya ngoma ambayo inafanya vizuri mpaka muda huu. Lakini baadaye tukaishuhudia mi tu yake Abigail Chamz akiwa amemshirikisha Harmonize mwenyewe kwenye hiyo nyimbo, ambapo mpaka muda huu Eh, mpaka muda huu inashika namba moja trending huko YouTube Tanzania. Hii ni kama wiki ya pili au ya tatu hivi track toke itoke inakamata iko bado nafasi hiyo ya kwanza. Kwa hiyo hii ukaribu wa hawa watu bwana, unafanya una positive impact katika kazi yao ya mziki. So wakaendelea pa kusema kwamba ukweli ni kwamba ukaribu wa Harmonize na Abigail Chamzi umekuwa na chachu kubwa sana na yenye tija kwa mziki na tasnia kwa ujumla, na hii huenda ikawa ndio njia ndo njia nzuri eh, ya kupenya kwenye soko la burudani kimataifa. Umeona bwana, kwa, ki, kwa ukweli ni kwamba hii combination ni kwamba tuiache tu, lakini Harmonize alichokifanya ni kwamba ametumia akili kubwa sana, umeona bwana. Kwa hiyo bado watu wana speculate kama ni kweli au la, hawa wawili kweli wako kwenye mahusiano au vipi? Lakini watu wanaona kama vile hii ni business relationship. Ukiwa kama mdau, hebu kama maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba hawa ni wapenzi kweli au ni wako kikazi zaidi? Tutakuwa eh, tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.